Kama kuna mtu kiboko duniani ni mama, kama kuna mrembo duniani, jamani, ni mama. Aliambiwa mama, sukuma nikazaliwa mimi. Sukuma mama, sukuma ukazaliwa wewe. Haleluya! naitwa Anointi Amani, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Tanzania. Ninakuja nchi ya Kongo, ndugu zangu wa Kongo, kwa muda mrefu sana mmetamani kuwa na mimi. Sasa ninakuja Kongo, mwezi huu huu wanne, yani baada ya pasaka tu, tunawasha moto tarehe 26, nitakuwa ninaimba katika mji mkubwa kabisa unaitwa Beni, mjini hapo town Beni, katika ukumbi wa Vihum. Hilo ni tamasha la VIP. Wale wote ambao mlitamani kumwona Anoint Amani akiimba Unatamani kuniona nikicheza siku hiyo. Sasa tutacheza, tutaruka pamoja, tutaabudu pamoja, na tarehe 27, nitakuwa katika mji huo huo wa Beni, yani tunaongelea mwezi huu, tunasemea mwezi huu wa 4, 2025. Alafu tarehe 27, sasa Jumapili, tutakuwa katika uwanja wa shule wa Kale Milee tukiimba pamoja na wakongo wote kutoka sehemu mbalimbali karibu sana rafiki yangu, usikose tuje tuwashe moto pamoja mpaka kuzimu iogope, na Mungu apokee sifa na utukufu. tarehe nne mwezi wa tano nitakuwa boda ya Uganda na Kongo kwenye uwanja wa Cup, uwanja mkubwa kabisa unaitwa Cup Rubiria. Naombeni wote tukutane hapo, tuje tuimbe pamoja. Nina hamu sana ya kuwaona ndugu zangu wakongo wote. Eti nabii baba yako ni nani? Umeitwa wapi? Injili unayoihubiri kuna adabu kuna nidhamu, kinyo kichafu. Nabii tapeli, unadanganya wana wa Mungu, eti muhudumu wako, kumbe ni malaya wako, kumbe huko nako huko, ulevi na madawa umo.